Mapigo na mwendo, wanapiga mwendo. Jafary Salum Kibaya ni moja kati wa washambuliaji hatari kweli kweli. Mohamed Hussein macho yamemtoka kishangaa, tazama kosa. Valentine, umalipiga pass, pasi Karabwe Shamu, inspector akashindwa ku inspekti mpira ule. Kacheza striking nzuri kwa mguu wake wa kushoto, Jafary Salum Kibaya. Look at that, mpira ukaenda kudunda pale Spiderman Musa Kamara anajaribu kucheza na meuona atafuta upenyo na atakutana na mpira ule. Mohamed Hussein anaitoa mamuzi, anasema ni mkuajwa penalty. Kefa akaiombo referee kutoka Mbea anasema ni mkojwa penalty kwa Simba Sports Club. Ilikuwa ni mpira mrefu ambao aliucheza mchezaji wa Mashujaa. Simba akaurudisha ndani mamuzi akasema Abdunasir Nasir na hili ndo tukio lenyewe. Mwenye jukumu la kupiga kwa juu wa penalti Mbida Ateba ah! Salumo wanyika Simba Sports Club anazinduta kutoka usingizini kupitia kwa mkwaju wa penalti wa Leonel Christian Mbida Ateba. Jukwani ni shangwe, Ateba alipiga sasa wow wao boom boom shakalaka shakalaka boom, ndani ya kamba, kipa amedrive, lakini wapi! Makofi yanapigwa pale, anaweka <mimu> pembeni kumtafuta <kame> shamu <mimu>, watu wamepanda. Simba anatafuta Shomari Kapombe, anazunguka pale, mwamuzi anasema nini? Ni fao? Mwamuzi asema ni nje, Shomari anasema ni ndani. Hii bwana mwamuzi ame kunika mkwaju wa penati. Bila shaka mwamuzi msaidizi nambari mbili, Nyema Mwambashi ndio akamwambia ni ndani ya penati eria. Shomari Kapombe, ile kontakti ilifanyika ndani ya penati eria. Shomari Salum Kapombe, wana nafasi. Ateba, Ateba kama mtu ana mafua makali anapiga chafya na mafua yanatoka. Kelele inayosikika ni mashabiki wa Simba, yale yona yanayoendelea hapa, naona ni kama maajabu tu. Justin Mwakitalima bendera sasa juu, Ateba alipiga juu kabisa, napotagia njiwa kule, wotapenatek golikipa Abdul Nasir, ambaye ni mchezaji wa ndani, angefanya nini? Utamlaumu bure tu, hakuwa nac wanacheza wengi wanapokuwa hawana mpira, na kwa sababu Simba wanamiliki sana na walazimkwa wengi kwao. Golkipa kwa na mahodha anaonyeshwa kadi ya njano, Patrik Vansenitali, wakati wanakwenda kucheza kona Simba Patrick Evans Muntali ndo captain wa kikosi cha Mashujaa. Inaonekana kuna mchezaji ameonyeshwa kadi ya njano Patrick Evans Muntali second yellow card, manake ni red card kwa golkipa huyu na, na nahodha. ni nini kimetokea? Patrick huyo, mtazame kwa ukaribu sana. Patrick Evans Muntali Kauingiza mpira uwanjani Patrick Evans Mtali. Wakati mpira unawekwa kwenye kona na Shomari Kapombe, yeye akaurudisha mpira mwingine uwanjani, wakati anafahamu kwamba mpira hauwezi kuchezwa ama mpira miwili ikawa uwanjani. Ni kama kosa la uzembe hivi, hakukuwa na sababu yoyote ya kufanya alichokufanya Patrick Evans Mtali. wakati wa Salum Mayanga akijadiliana jambo na wachezaji wake, wanaumiza kichwa, Mashujaa wanafanya nini? Kefa Kayombo yuko na wachezaji wa Mashujaa kwa utulivu mkubwa, wakawambia nenda huko vyumbani. Anakwenda kwenye chumba cha kubadilishia nguo, Patrick Evans Mtali wa jezi nambari kumi na nane inabidi mchezaji mmoja wa ndani hapa dakika